Habari na karibu mtazamaji wa Tugenda TV katika mwendelezo wa matukio mbali mbali yanayotokea nje na ndani ya Tanzania kubwa hii. Leo mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa taarifa uwepo wa kimbunga Jude katika bahari ya Hindi, eneo la rasi ya Msumbiji. Uchambuzi wa mifumo ya hali ya hewa unaonyesha kuwa kimbunga hicho kitaingia nchi kavu katika eneo la Msumbiji mchana wa leo tarehe 10 Machi 2025 na kupungua nguvu yake. Hata hivyo kimbunga Jude kinatarajiwa kurejea tena baharini na kuimarisha nguvu yake katika kipindi cha kati ya tarehe kumi na tatu hadi kumi na tano ya mwezi wa tatu ishirini ishirini na tano. Aidha, kutokana na mwelekeo na umbali wake, kimbunga Jude hakitatarajiwa kuwa na athari za moja kwa moja hapa nchini. Hata hivyo, uwepo wa kimbunga hicho katika eneo la rasi ya Msumbiji unatarajiwa kuchangia kuchagiza mifumo ya hali ya hewa hapa nchini na kusababisha ongezeko la mvua katika maeneo mbalimbali. Vilevile, uwepo wa kimbunga hicho unaendana na unaendana sambamba na kuanza kwa msimu wa mvua wa masika 2025 katika maeneo yapatayo misimu miwili ya mvua kwa mwaka, kama ilivyotabiriwa awali na taarifa kutolewa kwa umma mnamo tarehe 31 Januari 2025. TMA wanatoa ushauri: watumiaji wa bahari na jamii kwa ujumla wanashauriwa kuendelea kufuatilia na kuzingatia taarifa za utabiri kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania pamoja na kupata ushauri na miongozo ya wataalamu wa kisekta. Mamlaka ya, eh, na iyo, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inaendelea kufuatilia kutokana na kimbunga hicho. Kwa hiyo Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania wameweza kutoa mm, ushauri huo kwa watu watumiaji wa bahari pamoja na jamii kwa ujumla na kushauri tusisahau kusubscribe kushare na kulike 2Gendah TV kwa habari na matukio mbali mbali.